Mbele kwa mbele, huyu anifaa hanifai? Huyu ndiye atakayenioa bwana mkubwa. Tena hili jambo si la kulichelewesha, tulifanya uchapu uchapu, mambo yakae sawa pale uwanjani. Mdundo utapigwa, ngoma, dufu, beni, msondo yote yatakalia pale uwanjani. Nani mchina? Aree, hapa watakanioa, sijui wanisikia eh? Mchina kama mimi ni mama yako nimeongea, huwezi kumuoa huyu mwanamke Mama wewe, kumweka tumboni miezi tisa, huyu kumweka tumboni akiwa hana ukucha, ngozi haijashikana vizuri, macho hayafumbuki, hizi tundu za poezi kutia ujiti wa kibiriti haipiti. Lakini saa hizi nitaka kuonyesha mie, huyu nataka mweka hapa begani akiwa na nywele za kamili, ana manyoya kila pahali, uzito alio nao, ngozi ishashikana, bwana mkubwa Chagua bega tuondoke. Tena ukifanya masihara, ukinifanyia upuuzi, nataka na uchagua bavula leo, maana mmoja nataka uvunja sasa hivi mbele ya mamako mchina. Mimi nimeshaongea, nimesha sema, au kwa lugha nyingine, shatongoa chagua bega lolote. Sasa mama, tunafanyaje sasandonaenda hivyo mama. Ba... <laughs> Mwanangu kaangamia, jamani!